Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo tena tunayo furaha sababu ya kusimama kwenye redio hii ama kwenye channel hii ya Mastaz TV, na ili ili nianze ni msalimu kwanza mkuu wa Mastaz TV mahali pote alipo tumnyoeshee mkono wa kumpa hongera kwa kutaka kufanya vitu kama na hivi ili neno la Mungu liende mahali popote, na zaidi ya yote Mungu ambariki na azidi kumwongezea maarifa. Na pili ni, ni jaribu ama ni salimu watumishi wote wa Mastaz TV mahali pote walipo. Mungu awabariki na waendelee ku ku kufanya kazi hii Mungu anayo baraka kwa ajili yao. Ah, mnaye tena mbele yenu ni Reverend Umba Aaron ambaye ni mtumishi wenu ambaye kila siku anakuja kutaka kuwahabarisha kwa ajili ya somo linaloitwa um, um, mafundisho ya urejesho katika jamii. Kwa nini hivi vitu tuvikazie wewe ambaye unaisikiliza siku ya leo? Tunavikazia sababu ni imoja ya kufanya nchi kuendelea kama mtu ama kama wanadamu ama kajamii jamii, likisahau mwelekeo wao, hawa watu watakuwa vibaya na nchi itaharibika. Ndiyo kwa maana zaidi tunawakazia nini vijana? Biblia inasema ya kwamba ninawaandikia nini vijana, sababu mnayo nguvu na neno la Mungu limo ndani mwenu. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kila itwapo leo kutaka kuwahimiza ya kwamba njooni, turudie katika katika maadili iliyo sahihi. Bwana Yesu wasifiwe! Lakini zaidi ya yote, siku ya leo tunataka tusome uh, barua ambayo itakayotuongoza kwenye dakika hizi ambazo tutakuwa na ninyi hapa. Tunasoma kitabu cha Luka sura yake ni ya sura yake ya kwanza sorry, na mstari wake ni wa kumi na na sita mpaka kumi na saba. Nisome katika jina la Yesu Kristo, kitabu cha Luka sura yake ni ya kwanza na mstari wake na mstari wake wa kumi na sita. Luka sura ya kwanza mstari wa kumi na sita. Nisome katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba naye a naye, na wengine katika Waisraeli, niombe nifuatiliwe vizuri na wengine katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Aha, kumi na saba naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na kuwatilia waasi akili ya wenye haki, na mwisho na kumwekea Bwana tiyari ama tayari watu waliotengenezwa siku ya leo. Uh, kuna maneno uh, mawili ambao nitafocus, ili wewe endapo utakuwa na ulizo, basi niombe ujiunge na, na Mastaz TV ili ututumie maulizo yale. Tuna na namba yetu ambayo itaandikwa hapo chini na vyote vyetu utavipata hapo. Neno la kwanza uh, kwenye kipengele hii tunasema ya kwamba ni kipi unachotembea nacho kama ahadi? Narudilia, nini unayotembea nayo wewe kama ahadi, na wakati utakapopata tatizo ama shida, umkumbushe Bwana Mungu wako, sio? Unanielewa? Lakini pamoja na hiyo, tutaenda ku kudadavua maneno mawili ambayo Wakristo kuna ndisi walikuwa naiita, lakini siku ya leo mimi nitakutajia nita, nita nayo katika mkao mwingine ama katika mfumo mwingine. Neno la kwanza ni petition. Petition wa Kristo wanaita ya kwamba ni maombi kabisa, sikatai, lakini ni- nisemee kwa hii neno na nilete maana ama na tafsiri na ainisho ya neno hili petition. Maana ya neno petition. Petition ni kwamba ni dai la haki la kisheria kutoka mamlaka ndogo. Ni dai la haki kutoka kwenye la kisheria eh, kutoka kwenye mamlaka ndogo kwenda kwenye mamlaka kuu, ndio neno linaitwa petition. Ina maana kwa lugha ambalo wewe unajua kama vile maombi, ni kwamba wakati uko ndani ya maombi, wakati unaposema ya kwamba nime, ninaenda kuomba lugha ya kwamba jua ya kwamba unaenda kufanya petition, maana yake ni dai la haki la kisheria kutoka kwenye mamlaka ndogo kwenda kwenye mamlaka kubwa. Hii ndiyo maana hii. Sasa neno ni kwamba ah, somo ni kwamba ama kipengele, nasema ya kwamba nini wewe unachotembea nacho, ama ni ahadi gani unayotembea nayo ili ili upatapo tatizo ama ili upatapo uh, mstuko fulani, umkumbushe Bwana Mungu ama umudai. Sababu nimesema ya kwamba uh, petition ni dai la haki na maombi kwa kadri unavyosema. Kwa hiyo uh, nini wewe, kama ninaeleweka kwako, nini unachotembea nacho kama kama dai la haki kwa Bwana Mungu wako? Neno la pili, ili tu tudadavue vizuri neno la pili ni justice, kwa lugha nyingine haki. Justice maana yake nini? Justice ni, ni, ni haki inayofanywa na, na, na serikali kwa raia wake sawasawa na mwitikio wa raia a, kwa serikali ya nchi. Nirudilie, justice ambayo tunaita sote haki ni haki inayofanywa na serikali kwa raia wake sawa sawa na mwitikio wa raia kwa serikali za nchi. Hivi vitu viwili vitaenda, tutaenda kujiunga navyo uh, kwenye kitabu cha cha Mwanzo sura yake ni ya kumi na mbili na mstari wake wa kwanza, tutaenda kuona namna uh, Mwenyezi Mungu alizungumza na Abraham. Abraham alitembea na neno la ahadi kutoka katika Uru wa Kaldayo na kuenda huko ambako Yahwe alip, aliko alikomweleza mwele, aliko ama aliko um, mnyoshea mkono ya kwamba uwende inchi nitakayo kuonyesha. Biblia nasema ya kwamba kwenye kitabu cha mwanzo sura yake ni ya kumi na mbili na mlango wake wa kwanza, tutasoma milango miwili. Biblia nasema ya kwamba Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Usisahau taito yetu ama usisahau kipengele chetu, ni kwamba nini unachotembea nacho? Ni ahadi gani? Ni neno gani la ahadi unalotembea nalo wewe katika maisha yako ya kuitwa mchungaji, katika maisha yako ya kuitwa mtume, katika maisha yako ya kuitwa mwinjilisti, katika maisha yako ya kuitwa mchungaji au mwalimu, unatembea na nini hasa? Unatembea na neno gani ambalo, litafika wakati utakuwa kwenye petition au utakuwa kwenye maombi ili utafsiri ya kwamba ndiyo dai la haki. Ndio maana niombe tusome, ama uliona tumesoma hiyo versi hiyo ya, ya ama, ama, yes, hiyo versi ya ya kwanza kwenye, kwenye sura ya kumi na mbili kwenye barua ya mwanzo, asema bwana, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Mstari wa pili. Uh, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako uwe baraka. Katika katika versi hii ama katika sura hii tunaenda kuona uh, uh, tunaenda kuona baraka saba ambazo Mfalme Yahwe alimwagiza ambazo Mfalme Yahwe alimpa Abraham ili atembelee katika hiyo baraka ama katika haya maneno. Lakini ulizo nakuuliza, je, wewe unatembeaje? Wewe vipi? Wewe kwako kuna nini? Ndiyo maana huko naona siku hizi katika maisha ama katika mwenendo wa, wa, wa watumishi wengi ama katika mwen, katika safari ya ya ya wachungaji wengi wainjilisti, sijue, sijue sijue, maaskofu wengi wako natembea nje, sababu huyu hana hata neno ambalo anaweza akapiga magoti na aseme ya kwamba e Baba ma ya hawe, ili ndilo ulilosema ili ndilo uliloniambia mimi, ili ndio ndilo uliloniaga. A a yeye ni kukupuka tu, anaanza kwenda. Ndio kwa maana utawakuta wengi, anaweza kuanza huduma leo lakini kesho ikapoa. Sababu gani? Hana nafasi ambapo ako na jikwaa, hana nafasi ambapo anaweza kumkumbusha mfalme wa falme, hana nafasi ambapo ana neno ambalo anaweza anaweza akalieleza lakini pamoja na hiyo Abraham anaelezwa vizuri, aliitwa. Biblia inasema ya kwamba haina wote wajao kwa Bwana kama Bwana hajawaita. Siku ya leo, acha ni nijaribu kurudisha hisia ya yako uone. Uh, asamani ya nini ya hawe, alikuita. Wengi hawajui kwa nini waliitwa, walikurupuka tu lakini uende kwenye sura yake ya kumi na tano sura ya kumi na tano ya barua ya Mwanzo unaweza kwenda kuona namna Abraham alifikia sasa. uh, kwanza kumuuliza hata kama mfalme yawe hata kama mwenyezi uh, mwenyezi Mungu alimwita na kumweleza ya kwamba nenda huko nitakako kuelekea huko, huko ambako nitakako kueleza ni kweli lakini Abraham hakukosa kumuuliza Bwana, hakukosa uh, kujihakikishia, hakukosa kumuuliza Bwana ama kumuuliza Yahawe, ili jambo litakuwaje. Mstari, sura ya kumi na tano mstari wa kwanza, nisikilize. Anasema ya kwamba baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham kwenye njozi yake. Unajua, Mwenyezi Mungu anazungumza na watu a, katika staili achana achana. Atazungumza na wewe katika katika jozi kama vile Abraham. Atazungumza na wewe a, kwenye ndoto, atazungumza na wewe kwenye maono, atazungumza na wewe hata kwenye unabii, hata hivi niko anazungumza. Ndio maana ninakusii katika jina la Yesu, unaposikia somo hili a, kubaliana, kupiga magoti au kufanya petition, umkumbushe ya hawa ya kwamba, baba na mimi ulinipa ni ama ama neno langu la la kutembea nalo katika maisha yangu ya utumishi ni lipi? Sababu hapo ndipo nitaanza kukukumbushia wewe Bwana, na hapo ndio patakuwa nguvu yangu, hapo ndio patakuwa neno langu. Sababu ninakumbuka mwanamke wakati anapoolewa zaidi aki akiona mme wake anataka kumvuruga, mme wake anataka kumzingua, mme wake anataka kumpeleka visivyo ama, ama akiona kuna kuwa kasitofahamu, atafika kwanza kumuuliza, ewa na kiongozi kiongozi ye, kumbuka siku tulipovaa hii pete kumbuka siku uliponivisha, kuna maneno moja mbili tatu ambayo ulioizungumza wewe mbele ya umati. Ina maana ukimkuta mwanaume ambaye, uh, yuko serious, ambaye yuko vizuri ambaye yuko yuko na yuko na msikiza Roho Mtakatifu atakueleza asante mke wangu, unasema neno la maana lakini ukimkuta huyu ambaye mwanamke alinyanyulionyanyuliwa tu sijue kuogotwa kwote, sijue kwenye, kwenye, kwenye vimagenge sijue wapi anaogotwa kwote tu haraka haraka, na wanampeleka, ina maana hana hata na neno ambalo anaweza akaeleza huyu. Lakini ukimkuta mwenye kwa na maneno ambayo alielezwa siku alikuwa akivishwa, apete anayo maneno. Ndio kwa maana Biblia inasema kwamba aina wote wajao kwa Bwana kama Bwana haja mvuta, ina maana kuvutwa kwako, Bwana ametia neno la ahadi ndani mwako, na wakati anapotia neno la ahadi ndani mwako, hilo neno ndio litakuwa maombi yako Petition, maana yake dai la haki kutoka kwenye kwenye mamlaka ndogo na kwenda kwenye mamlaka kubwa. Sasa justice, nikasema ya kwamba justice ni haki anayopewa raia kutokana na mwitikio wake. Ina maana niunge vitu viwili, nielewe ina maana ni nini. Wakati mtu anapo anapoomba ama anapo, namkumbuka mwimbaji mmoja anasema kwamba tunapoomba asikia na anajibu tunapoomba anasikia na kujibu maombi yetu. kwa lugha ileka ni kwamba ili ajibu maombi yako, kitu cha kwanza anatakiwa aone wewe, mwitikio wako, sababu watu wanafikiria kwamba ni kuendaendaenda tu. Hapana, kwa mfalme ni serikali ambayo inafanya kazi, ni serikali ambayo iko na vitengo vyote, iko na idara zote, iko na vyote pale. Kama siku ya leo wewe wewe unaita ya kwamba nchi yetu ina na serikali jua ya kwamba serikali haikuanzia hapa. Serikali imeanza na mfalme au falme ambaye ndiye Elohim, ambaye mjua yote mweza yote anakaa mahali pote. Kwa hiyo kwa kuwa ni serikali, sisi ni raia wa serikali sisi ni raia wa serikali ya mbinguni. Kwa hiyo wakati tunapoingia kwenye petition, tunapoingia kwenye maombi kwa lugha yako ambayo unaijua, ni kwamba yeye atakontrol yeye ataangalia mwitikio wako, yeye ataangalia namna unavyo unavyokubali namna unavyotumikia serikali. Mara moja anaruhusu hebu limfanikie. Lakini leo kuna watu wanakuambia kwamba mwaka kwanza huu nilistopu siwezi kutumika. Ina maana kwa lugha eleweka, unasema ya kwamba hautakuwa tena na, na mwitikio hautakuwa na mwitikio, na hata ukiingia kwenye petition, ina maana unaloki. Sababu gani? vitu ambavyo unavifanya si vitu, eh, si vitu ambavyo ni vyema mbele yake. Nimalize na neno hili ambalo ni kitabu cha kitabu cha Mwanzo sura yake ya kumi na tano, nieleze namna Abraham alieleza ah, Mwenyezi Mungu Abraham, baada ya yeye kutumwa ama kuelekezwa mahali ambapo anatakiwa aende, Biblia nasema hivi: Abraham hakukurupuka kama vile wewe unakuwa na kurupuka katika maisha yako ya utumishi unakuwaga nasema na vingine kanisani mpaka na wengine wanaanza kusagaa huyu ni mtumishi gani anasema hivi huyu ni mchungaji gani huyu huyu ni mtume gani huyu ni mwindilisi gani yaani uko na ropoka ropoka hapana lakini um, Abraham alisema ya kwamba Mwenyezi Mungu wakati alipomwona Abraham ndani ya moyo wake akaanza kujuta sorry akaanza ku kuwa na mashaka ya safari ambayo iliyopewa. Biblia anasema kwamba Mwenyezi Mungu alikuja na kumweleza kwamba usiogope, usiogope. Mstari wa kwanza kwenye ili sura kumi na tano: baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme maneno haya? Mwenyezi Mungu alikuja kumuhimiza, sababu Mwenyezi Mungu alijua ya kwamba an, ambaye anamchugua huyu mtu ni mimi, nitamshughulikia kwa kadiri ipasavyo. Kwa hiyo huyu naye ili wakati atakapoanza kuomba, wakati ataanza ku, ataanza kuomba haki yake mimi nitamjibu kufatana sawasawa sawa na mwitikio wake, sababu ninasema tena Mwenyezi Mungu ye ndio mkuu wa serikali da idara zote zipo, lakini kama wewe ukijua ya kwamba kwa Mungu tunaenda juu ya neema, si Biblia inasema ya kwamba tutaokoka juu ya neema, tutafaa juu ya neema? Ni kweli, lakini si kweli. Nikuombe siku ya leo usijitapie neema, hapana. Neema si kitu kinaletwa bure, lakini pamoja na hiyo, sheria ndio tunasimamia. Ndio maana niliukazia haya maneno mawili petition pamoja na justice. Kwa hiyo uh, ni kuombe, nikuombe, nikuache ni kuache na nini siku ya leo, na kuacha ya kwamba ebu, ebu angalia katika maisha yako ya utumishi, nini unachotembea nacho kama neno la kudai, nini unayotembea nayo kama neno la la ahadi. Sababu ninaamini hata mfanyakazi kwenye kiwanda hat, hatumiki tumiki tu, hapana, anajua kwamba aa, mwisho wa mwezi nitapata mshahara wangu hata kwenye kazi akipata ajali, sababu ameajiriwa, sababu alitafutwa na kupewa manyaraka manyaraka fulani fulani ya kwamba huyu huyu ni nini, huyu ni, ni mtumishi wetu. Akipatwa na kazi akivunjika, watoto waki, waki watoto waki, wakiumwa wanaenda hospitali, sababu baba ameajiriwa. hata na wewe Niombe umkumbushe Mungu wako akupe neno. Niombe katika huduma yako ujue kipi ambacho utatembea nacho. Basi ili kumaliza ni kuaga, ya kwamba tupo tayari pamoja na wewe muda wote ambao ku, unataka kutuona. Niombe utupigie simu yetu pamoja na logo yetu ambao unaiona. Sisi ni wana Restoration Mission Church, ni Revera Umba Arun ambaye anawa anawa, anawa anawafundisha somo hili, niombe kukuacha katika jina la Yesu Kristo ndiye Bwana Mwokozi wetu. Amen.